Mtoto kwanza, udumavu tokomeza, udumavu tokomeza. Siku ya lishe maanake, hata kina baba wanatakiwa wow. wawepo kwa siku ya lishe. Vijana watarajiwa wanatakiwa kuoana hivi karibuni, wanatakiwa wow. wawepo wow. E. Sasa kama wanataka kuoana siku ya lishe hawashiriki, watakapoona sasa, si ndio wataanza kutuzalia watoto wa ajabu ajabu hapa? Si ndio hivyo, jamani? Elimu hii watakuwa wameipata, lakini siku zote tunasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Tujali yale makundi yote ya vyakula, sawa, mchanganyiko ule kila mlo, manake mchanganyiko ule uwepo hapo. Limeeleweka vizuri, si ndio? Ndo maana ya kutokomeza udumavu, maana yake huyu mtoto atakayezaliwa atakuwa na afya njema na akili timamu. Wengine huwa nadhani mtoto akizaliwa mnene ndo ana afya, wengine huwa nadhani mtoto akizaliwa mwembamba hana afya. Hilo sio kweli. Tunaelewana hapa jamani? Ndio. Kitu cha kuzingatia ni kwamba wewe unapoanza kutaka kufanya maandalizi ya kupata mtoto si ndio hivyo eh? Maanake sasa ni lazima utekeleze hili linalofundishwa eh, ule vizuri sasa. Kula vizuri maanake ni mlo kamili, si ndio hivyo? Elimu hizi lengo ni kwa ajili ya kwanza kuboresha afya zetu, lakini pia ni kuboresha afya za watoto tarajiwa. Watoto tarajiwa wamegawanyika sehemu mbili, kabla ya kutungwa mimba na baada ya kutungwa mimba na baada ya mtoto kufanya ni kuzaliwa, hapo ndo tunaposema lishe bora inapokamilika. Kwa hiyo sasa, tuombe tu mzingatie sana haya ambayo mnafundishwa, tuyashike vizuri, ili kuhakikisha kwamba sasa. Ili kuhakikisha kwamba sasa lengo la mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka la kutokomeza udumavu ndani ya mkoa wetu wa Njombe linaenda kutimia, linaenda kufanikiwa ipasavyo kwa kutekeleza haya ambayo wataalamu wanatushauri. Naona kina mama wanaokwenda shambani wanaenda na viporo vya ugali, wengine ule kiporo cha ugali wanatengeneza vibama, amepika kwenye mafuta ili mali kiwe kinaladha nzuri, anaona huo ndio mlo kamili, si ndio hivyo? Kumbe hiyo sio lishe kamili, sio mlo kamili. Maana yake tunapokwenda kazini, tuhakikishe kwamba tumebeba uji wa mtoto wenye mchanganyiko wa makundi yote. Tutakwenda kuyafanyia kazi, tutakwenda kuyafanyia kazi kazi kazi kazi kazi, kivitendo kivitendo kivitendo.